Inaposunguka hapa na vijana tunapofanya biashara ya tuktuk, mimi hata ningeomba kweli, kama hii county government na national government kweli inajali masilahi ya watu wadogo, vile tulikuwa tunasikia mambo ya bottom up. Hata mimi nilikuwa na expect kwamba wakati tulikuwa tuna raise issue ya kusema kwamba watu wafanyie hapa, hata kama ni parking ya tuktuk ama wanaweza piki hapa watu wakienda, ilikuwa ni ngumu tuambia kwamba hii shamba ina wenyewe Haa, hapa angalia nyuma, na hapa ni mtu mmoja ambaye ame fence from kuanzia kwa ile supermarket hadi paka juu around 3 acres, ambapo tukutuk kama mimi kama chairman wao tukutuka hapa kama zingekuwa hata kama ni 100 zingekuwa zinafanya kazi depending na ile ushuru ambao wanalipa wa, so ninaomba hata national government waangalie kwamba kweli kama tuna mambo na, na ushuru na mambo ya bottom up waangalie hapa. Nawasaidie pia vijana wengine ambao wanataka wakue. Wasichukue tu kama mtu kwamba amekuwa na pesa ama amekuwa bulldoza yeye ndiye anapewa e, yote zote katika town, pia sisi tunaweza list na tunaweza pewa nafasi kwa sababu tunatoa ushuru, na naomba mambo na EACC kwa kwa kwa, kwa, EACC, EACC kwamba hapa Bungoma kaunti kama hatuna ama wanaangalia ni kaunti gani wanaenda unajua pia yetu wangeangalia kulingana na mambo ya reli, kulingana na vile fence imepigwa vile nyumba imepigwa na wale watu ambao walitolewa vile walienda na vile walikosa biashara. Pia tunaomba Mheshimiwa Ruto utuangalie hapa Bungoma naifanye kazi. Kulikuwa na watu wanafanya biashara hapa, na walikuwa wameenda reli na wakapewa lis ya kufanya kazi ya kufanya biashara kuendesha biashara hapa katika hii uwanja, na watu walikuwa wamejenga hapa mahospitali, hoteli walikuwa wanauza vitu China kaosh kila kitu, hata supermarket ilikuwa hapa. Tukasikia national government ikasema ya kwamba hao watu wako hapa ni land grabbing. Ni wale watu ambao wame grab shamba ya serikali, sasa wanatolewa. Punde si punde kidogo tukaona matrakta na watu ya Kenya reri na maaskari chungu mzima, polisi wa reri wanakuja kufurusha watu hapa vitu zikabomolewa wakasema ya kwamba hii uwanja ni ya reri na wamefukuza land grabbing, na reri yenyewe ndiyo alikuwa mepatiana wale watu ambao walikuwa hapa, ndiyo likuwa imewapatia lease, na hapo reri yenyewe ndiyo inakuja kuwafukuza ya kwamba land grabbing. Sasa tunataka kuuliza serikali ya Kenya, Mheshimiwa His Excellency William Ruto, Deputy President Professor Kindiki, waziri wa, wa, wa, wa usalama Mheshimiwa Murkomen, tunataka kuwauliza na Mheshimiwa wa viwanda katika, katika, katika national government tunataka kuwauliza wale huyu mtu ambaye amekuja hapa mwekezaji huyu amekuja hapa kufensi hii uwanja yote, yeye ni nani Kenya? Kwa sababu wale watu walikuwa hapa walikuwa wa Kenya, na huyu huu ni mkenya ama ni mtu gani? Kwa sababu tumeona nyumba ndio hiyo amejenga hapa, tunaona huyu mwekezaji anaweka hospitali, amekirapi hii shamba yote, amefence huyu mwekezaji hatujajua huyu mwekezaji ni nani, ako na nguvu gani ya kushinda wa Kenya? Sasa tunataka kuomba serikali ya Kenya, sisi kama wakaaji wa kaunti ya Bungoma, kwa sababu watu wetu walikuwa hapa wakipata riziki hapa, wakipeleka watoto shule, walikuwa wakipata riziki hapa, wakipeleka watoto kukula wa... saa hii vile tunavyosema hivi, sisi wakaaji wa kaunti ya Bungoma, huyu mtu ambaye amefenzi hapa, kama Kenya Reri, director wa Kenya Reri na mawaziri kama watakuja wazi wazi kutuambia huyu ni nani, sisi hapa katika hii kaunti ya Bungoma, huyu mtu hizi waya tunampatia makataa, tunapatia serikali makataa ya siku 21, waje peupe watuambie county commissioner wa jimbo la Bungoma, kwa sababu yeye ndiyo mwakilishi wa national government katika hii kaunti ya Bungoma. Tunataka akuje hapa na akuje wazi kwa vyombo vya habari aelezee wananchi wa kaunti ya Bungoma ambao yeye anawakilisha, awaambie huyu mwekezaji huyu ni nani, na amekuja hapa kama nani, na wale walikuwa hapa hawakuwa binadamu? Na pia walikuwa walikuwa hata wameenda wame, pia wamepe, wamepewa lis wale watu wa anti corruption. wale watu wa anti corruption katika hii kaunti ya Bungoma sijajua. Tunataka kuuliza Mheshimiwa Rais William Ruto na mawaziri, tunataka kuwauliza Mheshimiwa Rais, sisi Bungoma tulikukosea nini? hata hata EACC peke yake Bungoma hakuna kwa sababu watu wanakuja kufurusha watu hapa na wanajifanya hao ndio wenye shamba mm -hmm. Na kuna watu ambao walikuwa hapa wakati rais mheshimiwa rais, unasema ya kwamba watu ni wafanye biashara, unawekeza watu kwa biashara, wafanye biashara. Na hapa hivi mtu mmoja anakuja kukirap shamba heka tatu na, na hiyo heka tatu ilikuwa na watu zaidi ya hamsini Imekirabiwa na mtu mmoja. Watatueleza kuhusu hii maneno. Hata sitaki maneno ya hii EACC. Hii shamba mtu mwenye anataka atueleze ni nani? Ni Mr. Wetangula ama Lusaka? Hao ndio wanajua ni nani amejificha hapa. Kwa sababu hao ndio wako kwa uongozi, si hao ndio wako mbele. So mbona twende kwa EACC na viongozi wetu wako, wenye tuliweka mbele, walinde rasilimali ya Bungoma? Shamba kama hii wakatangaza kama ni Kenya Railways inataka kulisi Watangaze hata mimi siwezi kukosa pesa ya kulizi ka shamba hata hapa kakwota, pia mimi niweke project yangu, kwa sababu mimi ni investor katika hii mji ya Bungoma, niko na biashara hapa ya site elfu mbili so mimi hata pia mimi kama wanatangaza kulizi hii shamba, am capable of leasing, lakini ni aibu kubwa sana, Kenya Railways inaanza kufanya vitu chini ya maji, wanalizi shamba hata bila kuadvertise

Tulienda tukamsimamisha hiyo shamba, yeye azikuja hapa kulima, yeye akuja hapa kulinda mali ya Railways, lakini shamba kama hii aje vijana wenye hawana kazi. Na tumeamuru huyo kijana mwenye anapanda nursery hapo katika posta hapo aweze kulima kutandaza hii shamba, aweke nyasi, na hiyo nyasi anaweza uhusia watu wenye wanajenga ama miradi ya serikali yenye inajenga, kwa sababu watahitaji nyasi patae. So tunataka kuambia serikali yetu kama tulimtanguliza mbele Mr. Lusaka na Wetangula. Ndio hiyo. Atuwezi vitu yetu iweze kuenda kwa kiza hivi, na nyinyi muko na wakati tunasema mnasema ya kwamba atitupee serikali muda sasa. Kitu kama hii tunaweza pea serikali muda na imeenda. Hakuna. Hii imeenda na ninasikia wamelizi miaka 30. So mutu mwenye anatakana ajibu hii swali. Ni bwana Kenneth Lusaka aseme kama ni yake ama Wetangu aseme kama ni yake. Okay. Hey, mwana anajua hii shamba hakuna kuleta hapa, ndio corruption ama hii EACC kwa sababu hao ah, watu wenye wamechukua hii shamba waka above that. Sasa hii EACC watakuja tu hapa kuwezi pesa za serikali. Tunataka tu Lusaka aseme kama ni yake ama mzee Wetangu aseme ni yake. Kama si hivyo wakuja hapa Tutoe hii waya na watangaze, na kila mtu ajikuweka kaposha, hata kama kuweka kakandini aweke.